Kwa hiyo mimi nielekeze kitu kimoja tu, Mheshimiwa naibu waziri huko hapa. Kumekuwepo na kilio maeneo mengi ya zile dawa mahususi kukosekana. Tuna hospitali nzuri na majengo mazuri na huduma nzuri za vipimo, vipimo vinapatikana vya, vya, vya kisasa ambavyo mtu akipelekwa India anatumia vipimo kama hivi hivi inatokea tu, tuna madaktari wazuri na mheshimiwa rais ameelekeza ame, ndani ya siku mia waajiriwe wengine elfu tano. Kumekwepo, kumekuwa ikijitokeza ikijitokeza, mgonjwa anaonana na daktari bora kabisa bingwa, vipimo vinaonyesha, vinatambulika anachoumwa, inaonekana dawa ile mahususi anayotakiwa kutibiwa haipatikani hospitalini hili limekuwa likileta dosari na wagonjwa wakielekezwa wakatafute dawa kwenye kioski ama kwenye duka la dawa lililo jirani. Sasa hospitali kubwa kama hii inatakiwa iwe na duka la dawa na inatakiwa iwe na dawa zote ambazo ni za muhimu na zinazohitajika kwao. Mheshimiwa Naibu Waziri, fuatilieni kitengo chenu kile kinachotafiti aina ya dawa kifuatilieni vizuri na bohari ya dawa yenyewe inayonunua, inayoagiza, inayoagiza dawa ifuatilieni vizuri, isije ikawa zinafanyika janja janja katika baadhi ya maeneo haiwezekani hospitali kubwa kama hii ikose dawa, alafu duka la mtu binafsi tu yuko pale, kioski kioski kipate zile dawa. Kwa hiyo fuatilieni kitengo kinachotafiti ni aina gani ya, ya dawa zinatakiwa Lindi zipatikane hizo hizo. Kama duka binafsi linapata, hospitali inakosaje? Na bohari yetu inayoagiza dawa na yenyewe izingatie mgawanyo wa dawa. Kwa mfano, leo hii ukienda ukarundika dawa nyingi za malaria ya Zanzibar, utakuwa hujatafiti, kwa sababu reti hiyo ya, ya malaria ya walisha walishaitokomeza. Kwa hiyo inawezekana kutafiti na, na kujua eneo fulani ni dawa gani zinatakiwa. Kwa hiyo hili, hili Mheshimiwa Naibu Waziri, kitengo cha utafiti na bohari izingatie, kwa sababu ukienda kwenye takwimu za, za utoshelevu wa dawa asilimia 80, 90, 100 ukienda hospitalini kila mgonjwa anaelekezwa ka dawa hii haipo hapa, akatafute kwingine, ili alikubaliki. Na kwa kuwa tunaelekea kwenye bima, bima ya afya ambayo tunataka watu watumie kadi, tunatarajia bima ile impe vyote pale hospitalini ambapo, ambapo anaenda, anaenda kutibiwa. Kwa hiyo nil, niliona nisemee hii kwa sababu ndio ambayo nimekutana na maeneo mengi na ndugu yangu E, mheshimiwa rais ameelekeza mili sikataliwe, ili najua, wamesha kuarifu e, mili ikinapotokea, watu wameondokewa wame, wa, wame na mpendwa wao, utumike utaratibu wa maelekezo uliotolewa, watu wasi, wasizuiwe kuchukua mwili wao kwa sababu ya mambo ya malipo. Na tumesema pia wagonjwa wanaokuja wa dharura, akishafikishwa mgonjwa wa dharura ajali apelekwe moja kwa moja kutibiwa, mambo ya kuandikishwa yatamfuata akiwa kitandani, anapata matibabu. Hivyo hivyo mama mjamzito ameshikwa na uchungu, ameshafikishwa hospitalini, apelekwe moja kwa moja kupata huduma, mambo ya kuandikishwa yatamfuata kule kule. Na kuna wengine wanakuja E, hakuwa amejiandaa ndaa. Nilipita na mkoa mmoja nikaelekeza, sijui ya jaja na ndoo, sijui ya jaja na beseni. Haya ni mambo ambayo kwa taifa kubwa kama Tanzania, hospitali kubwa kama ya Lindi, mnatakiwa muwe na akiba hizo. Asi, asisubirishwe, eti mnasubiri beseni, sijui mnasubiri ndoo. Haya muwe na akiba kwa dharura za aina hiyo zinazoweza kujitokeza. Otherwise ni wapongeze kwa hatua hii ambayo mmefanya ya kuhama hospitali bila kuathiri huduma. Ili ni jambo la msingi sana ambalo E, linaipa heshima serikali na haya ndo mambo ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ametaka Watanzania wapate tabasamu hilo.